Makarani waongoza wa, wa piga kura katika jimbo la Itigi mkoani Singida wamekumbushwa kutambua haki za wapiga kura kwa undani wa taarifa hii, huyu hapa Amini Nyaungo. Hii ni semina inayowakumbusha wajibu wao makarani waongoza wapiga kura, hapa wanasema namna walivyoipokea semina hiyo. Mafunzo tuliyopatiwa leo yatatusaidia katika, kwanza tumejifunza kujitambua sisi wenyewe na nafasi tuliyopewa katika nini katika nchi yetu. Inabidi kwanza tuwe wa siri kulinda sheria ambazo tutakazozikuta mle ndani ya kituo, na pia itatusaidia kuwaelekeza wananchi namna ya utaratibu utakao kuwepo wakati wa uchaguzi wafuate kwa utaratibu na haki ili ut, yani, uchaguzi uende kwa uhuru na haki. ipo hapa ni kwamba makarani hawa wanapata elimu ya kutosha na wanaweza kujua kwamba kipi waenda kukifanya, na wataenda kusimamia zoezi liweze kukamilika kama ambavyo limepangwa. Sisi tumejipanga vizuri kama makarani kama majukumu yetu ya kuwapokea wapiga kura na kuwaongoza vizuri kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Pia sisi makarani tumejipanga vizuri ku, kuwapa vipaumbele wale wenye mahitaji maalum kama mama wajawazito eh, wazee mm, pamoja na walemavu kwetu yanatija, kutuelimisha na, kutu, na kutufunza ili tunapokwenda kusimamia tusiwe tuna tusinyanyase watu, na hii itatusaidia sisi kwenda kutimiza majukumu yetu kwa kuzingatia mafunzo tunayopatiwa na wakufunzi wetu. Je, mgeni rasmi ambaye amefungua semina hiyo anasemaje juu ya mafunzo hayo? Mambo ya kuzingatia, ndugu washiriki wa, wa mafunzo, wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na madiwani ndipo yanapoanzia.